Kwa majina anaitwa Lucy Gabrieli, ni mjumbe wa nyumba kumi, mtaa wa Reli. Nimeletewa mashtaka kwamba kuna mtoto ananyanyasika kwa majirani. Tulienda tukamwonya tangu kipindi ana mimba. Sisi tukasema labda kwa sababu ya hiyo mimba, ngoja tumwache akijifungua, labda atajirekebisha basi tukamwacha, lakini mtoto bado alikuwa ananyanyasika, lakini sio kivile. Basi baadaye hapo mama alivyojifungua, tukaona kitendo kinaendelea vile vile, basi ndio tukaungana wajumbe, tukaja tukamchukua, tukamleta kwenye baraza. Kwenye baraza sasa ndio hivyo tulikuwa tuna mwoji, amekiri kwamba mtoto kweli anajinyea, anakula lakini kipindi nilivyokuwa nimemwoji kama mjumbe, nikamwambia basi mtoto huwa anaonywa, unamchapa kama kidogo tu, ili aache. Mtoto kweli anakanywa, lakini sio kihivyo, mtoto ana alama mengi mgongoni, mpaka viongozi wenzangu wamesema kwamba hili ya hali sio ya kawaida. Kwa majina naitwa Zamaradi Ngaunje, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa mtaa wa Relini. Nimelipata hili tukio kupitia mtu ambaye alikuwa anakuja ni walimu wa mikopo alikuja, yani kuwa anakusanya marejesho yake. Kwa hiyo yeye, yule mtoto alikuwa anaenda kucheza hapo, ambao wamama wa wanakaaga kwenye hivyo vikao. Kwa hiyo ndo aliona ile hali naye akaenda kuongea kwa mtu mwingine, huu mtaa huna uongozi kwa hiyo yule mtu akamwambia uongozi upo, ambaye alikuwa hapo na mjumbe mwenzetu kakaa pale ameagiza chakula, ndio akatuletea taarifa sisi kama wajumbe, ikabidi twende eneo la tukio, na kweli tulipofika tulimkuta yule mtoto. Alipotuona tu, tulikuwa tumeshika kwa mamanga, akasema anataka karanga, tukampa akawa anakula. baada ya kumaliza pale tukamuliza mama yuko wapi, akasema yuko ndani. kitendo cha mama kutoka yule mtoto alikimbia akaenda kujificha kwenye bajaji, na sisi tukamwambia yule mama tunamuomba na mume wako, wakatoka wote tukawaambia wasimame. Baada ya kusimama yule mtoto alivyokuja, tukamwambia nenda kwa mama, alitembea kama watu watatu, akagoma kwenda. Baada ya kukataa, tukamwambia nenda kwa baba, alikimbia akamkumbatia babake. Mjumbe mwenzangu Mohamed aliniambia hebu mkague, nikamvua ile nguo, nilivyomvua, nikamuuliza nani kakuumiza hapa? Akasema mama kanichapa, huku baba kanipiga. Kweli huyu mtoto huaga ana tabia ya kujinyea na kula mavi, lakini kumwazibu aliyomwazibu ni babake, sio mimi kwa hiyo kwa kutokana na hiyo adhabu, tunaona wamepewa adhabu kali, lakini tunaomba kwa serikali ya mtaa, kwa kweli hatutajirudia tena kufanya hilo kosa. Tuna akili kwa kweli, na sisi bado tuna umri mdogo wa kulea hizi familia, ndo kwanza mimi na mtoto huyu mmoja akulea hii familia. Kwa kweli tu mimi ni binadamu pia na mapungufu, naomba kwa kweli nisamehe kwa hilo, sitorudia tena, nimekuwa funzo kwangu.